Na dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua piga, nyota 149 nyota 01 alama ya redi chagua pindua pindua, pindua. Vodacom. Power to you. Kwa kutumia simu yako ya mkononi unaweza kubashiri matokeo na kujiingizia fedha. Watani wa jadi Simba na Yanga, naona hapa kuna mashabiki wa Simba na huku kuna mashabiki wa Yanga. Habari yako? Habari nzuri kabisa. Mimi naitwa Max Selengo, jina maarufu sana, mshabiki wa Wekundu wa Temi na Ubungo. Mwanzo mwisho. He he, wewe unazungumziaje mchezo wa kesho na watani wako wa jadi? Mchezo wa kesho na uzungumzia vizuri sana. Kwanza na forward line ambayo inajitosheleza. Naanzia na right wing Chiza Kichuya, naikia kwa Mzamiru Yasin, namalizia kwa Emmanuel Okwi. Nikaenda pembeni kabisa na kukutana na Mavugo na huyu unyo nzima. Kwa kweli Yanga wajiandae na mashambulizi makubwa. Hiyo forward line kama wataziwia, mtajua wako vizuri sana. Wategemee mabao matatu tu. Sio kwamba kikosi cha Simba mnamtegemea sana Emmanuel Okwi katika ufungaji wa mabao hapana. Simba haina mfungaji mmoja, Simba frontline yote nafunga goli hilo, hata wenyewe wa Yanga wanalijua. Habari yako, baba? Salama dada, mambo vipi? Mchezo wa kesho ni mzuri kwa sababu tupo na upinzani wetu wa jadi. mm -hmm, na nahakika tutafanya vizuri. Ah, asante na mimi upande wa mashabiki wa Yanga nione wanalipi la kuzungumzia kati ya mechi ya kesho. Kumbuka SokaBet ndio wadhamini wetu wakubwa kabisa, ambao wanatufanya tunajimoyamaya wa katika maeneo haya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. habari yako? Salama, salama bali ya kwako aa kwa dada. Salama, unaitwa nani? Naitwa Mwakilema Steve, shabiki wa Yanga. Mimi ni kiongozi wa Yanga tawi la Bongo basi tena mimi, lakini walichofanya maafa kwa nafahamu wao wenyewe. Yaani kama gari limewaka na limeshakosa breki, kwa hiyo yote anayekuwa mbele yetu ajihadhari. Usahau kutembelea tovuti zetu za Sokabet, www.sokabet.co.tz. Bado tunaendelea na mashabiki wa Simba na Yanga, nahamia upande wa Yanga nione wanalipi la kusema. habari yako? Salama habari. salama ni shabiki wa Yanga unaitwa nani? Naitwa Sani Msigiti, maarufu kama Hansi, mwenyekiti wa tawi la Yanga Ubungo Bastemino. Ukiwa na manyoya ujue kaliwa. Ehe, unazungumziaje mchezo wa kesho dhidi ya watani wako wa ajadi? Ah, ni mchezo wa kawaida, ni mchezo wa kawaida isipokuwa tu tunaita kama ndio dabi ya Tanzania. Kwa hiyo tunaamini kutakuwa na ushindani wa hapa na pale, lakini dakika 90 Yanga atakuwa ndio mshindi. Tunamzungumziaje Ibrahim Ajibu migomba? naona sasa hivi ndo anang'ara katika kikosi chenu cha Yanga. mtoto wa Mungu anaitwa mtoto wa Mungu Ibrahim Ajibu kadabla mm -hmm. mtoto wa Mungu. kesho anaongozea mingapi? Sisi tunaamini ushindi unapatikana, ushindi unapatikana wa kutosha, kwa sababu tumejiandaa, na hata ukiangalia passion ya game utaona kabisa watu wa Simba wameshapoteza direction. Yanga tuko katika passion ya hali ya juu, timu yetu ni nzuri, kikosi chetu ni kizuri, utulivu ndio silaha yetu kubwa. Yanga tuko watulivu. Asante. Namba akaunti ya Soka Beti ni thelathini na tatu hamsini na saba hamsini na saba Naona kila mwambangoma anavutia kwake. Naona Simba bado ana shamla shamla, Yanga bado ana shamla shamla, tujue kesho nani zaidi, maanake jibu ndio litapatikana zaidi. Naamia upande wa Simba namuona hapa mwana mwana mama yuko peke yake katika upande wa Simba na anataka kuzungumzia mchezo wa kesho. Nzuri mambo. Mimi naitwa Aslatu Muhammad. Mimi shabiki wa Simba. Yaani Yanga kuongea kwao ni kawaida ila, kesho ajipange, lazima tuwapige za chembe, na wachezaji wote wako vizuri. Yaani sisi Simba kwanza tunajifunia kitu kimoja Kikosi cha kwanza kitakachoanza, hata wangetoka wote na wale waliokaa waje waanze, yani wote ni kumekucha tu. Oh, yeah, hakuna yeah, mtu mdogo. Simba iko vizuri, bado shamra shamra zinaendelea, na sasa hivi tunaingia upande wa maswali kwa mashabiki wa Simba na Yanga. Kuna namba ya kampuni ya Sokabeti, namba za Sokabeti 7 Yes, amepatia thelathini na tatu hamsini na saba hamsini na saba Apewe zawadi yake, apewe zawadi yake, apewe zawadi yake. Chukua zawadi. Unajisikiaje? umejuaje kwamba namba ya kampuni ni 3? Nafuatilia kwenye vyombo vya habari kwenye magazeti asante. Hongera yeah, asante. Haya, tunaendelea na swali lingine la pili, naomba nitahamia upande huu. Jina la tovuti ya Sokabet. Fulaa sana kwa sababu sisi ushindi ni jadi yetu. Kesho yenyewe ni sherehe kama kawaida kwa sababu wenzetu Aisha Potiana hawa wajua mechi leo wakataleta mvua leo. Nahitaji mtu wa kunitajia kiwango cha chini kabisa cha cha cha kubeti kubeti katika katika soka soka beti beti. Kwanza unaitwa nani? Naitwa John, naitwa John Peter, Peter, shabiki wa timu Simba mkali mnyama. Kiwango cha chini shilingi 200. Uhakika uhakika kabisa, ndio kutumia ndio Unaelewa nini nikisikia soka beti? Naelewa ni kampuni ya kubashiri matokeo ya mchezo wa soka wa ushindi kati ya michezo yote, kati ya timu na timu. Aya, asante. Unaitwa nani? Naitwa Fumba Abdul Saidi. Aya, naomba apewe zawadi yake. Amani Madebe, unajisikiaje? oh yeah, oh yeah. Unajisikiaje? najisikia furaha sana kwa sababu soka beti naifuatilia kila siku kwenye magazeti mengi mengi ya habari naifuatia matangazo yako yako mengi ya kutosha, nafurahia na naipenda, ndio maana michezo sasa hivi nimehamia huko, aendelea kufuatilia soka bet. Kuna timu ambayo soka bet inadhamini katika ligi kuu ya vodacom Tanzania Bara, kuna timu ambayo inadhaminiwa na soka bet. Wanyama ndio habari yako? Salama. unaitwa nani? na solo Meshack. mshabiki wa timu gani? a Yanga. mm -hmm, naomba uniambie Sokabet kuna timu ambayo inadhamini katika Ligi Kuu ya Vodacom Tanzania Bara ni, ni timu gani? Maji Maji amepatia. Jamani, naomba pia zaadi yake, Amani Madebe, Director, amani sana, sana. Ndio. Unaifuatilia? Sana. kwa kiongozi wa Simba ambaye anaongoza kwa tawi la Ubungo nataka atupe kikosi kizima cha kesho. Namba mbili atakaa nani? Namba tisa atakuwa nani? umehitaji msaidizi eh? ta... Okay. Sasa nataka unipangie kikosi cha kesho. Namba moja Aisha Manula, fubeki ya kulia Erasto Nyoni, tatu Mohamed Hussein Shabalala, namba nne atata Juko Mushidi, namba tano atakamata Mwanjali, Captain mwenyewe Namba <coughs> sita Jonas Mkude, namba saba nitaangalia kesho, aakombeka Haruna akaa <coughs> namba saba namba nane atacheza James Kotei. Asante baba. namba tisa nitamwangalia Boko, kumi Emmanuel Okwi, kumi na moja Shiza Kichuya. Ooiwa Yanga. Sasa okay, kwa kiongozi wa Yanga utatuambia kikosi chake pia. Nambari moja anaitwa, nambari mbili anaitwa Juma Abduli Mnyamani. Namba ya tatu ni Gadiel Michael. Ah. Namba ya nne anaitwa Kevin Yondani. Ah. Tano anamaliza Dante. Ah. Namba Dante. Ah. Namba ya sita anasimama mtoto mdogo kabisa anaitwa Pato Ngonyani. Namba ya saba anasimama Pius Buswita. Namba ya nane anasimama yule mbaya wenu msiyomtaka anaitwa Papy Kabamba Tshishimbi. Nambari tisa ni yule aliyetoa salamu kwa baba wa taifa anaitwa Oblei Chola Chilwa. uh... Nambali kumi anaitwa Ibrahim Adibu Kadabla, uh... mtoto wa Mungu yeah. Nambali kumi na moja <inaudible> mtoto mdogo kabisa anaitwa Joffrey Bahati Mwashiuya yeah. <inaudible> <inaudible> na kitu kikubwa sana hapa kimebaki kwa wazee wa Yanga, wazee wa Simba, tuko pamoja? Ndio. Sokabet oye, upande wa Yanga. Yanga. Naja achukua mkwanja, nataka nimchague mtu haraka haraka hapa. Swali la mwisho kwa watu wa Yanga, mikono inarudi tena. Yanga. Braza, sogea karibu, nitajie jina kamili la kipa namba moja wa Yanga. Anaitwa US Narudi upande wa Simba. Unamjua huku vizuri? Unamjua vizuri huku. Okwi ameingia, ameingia Simba mwezi gani? Mwezi Januari. Amepata, amekosa? Amekosa. Ah. <laughs> <laughs> mechi ya mwisho Simba dhidi ya Njombe Mji walifunga mabao manne kwa sifuri naomba unitajie waliofunga mabao yote manne kuanzia la kwanza hadi la <laughs> Njombe Mji alishinda Oko alishinda goli moja, alafu Mzamili Yasini goli mbili na Mavugo goli moja. Huku moja huku moja huku, anatoka nani wa huku anatoka nani? Tunakuja uh, na kwa, um na kwa Yanga toka kwa Simba. Swali la huku atauliza Esta, swala Simba nitauliza mimi. Mechi ya mwisho Yanga na Stand United. Bao nne kwa sifuri, wafungaji wa mabao manne Asani, asani ni mimi. Ajibu alifunga mm -hmm. Goli mbili, goli jingine alifunga Chirwa, goli la mwisho Busita amepata, amepata Ya na la mwisho, Mwisha, Pius Buswita. Simba ina wachezaji gani wa nje? Wangapi wa nje? Simba ina wachezaji wa nje kuna Emmanuel Okwi. Wangapi? Simba na wachezaji wa Simba na wachezaji wa nje watano. Emmanuel Okwi namba wa kwanza. Tulia basi, vipi? Wee! Wee! Wee! Wa pili ni mikumushidi wa. Okay, taja, taja, taja, taja. Mushidi Nyonzima nini sasa? Emmanuel Okwi. Nyonzima, Nyonzima. <laughs> <shutu> Mushidi, ok. Wewe shabiki wa timu gani? Simba, Simba damu kabisa. Wewe nakuuliza maswali mawili utanjibu kwa pamoja. Nitajie, Simba ameweka kambi wapi, alafu utaniambia kesho mechi saa ngapi na uwanja gani? Kesho mechi itachezeka saa kumi kamili, uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam, na Simba tumeweka kambi Zanzibar. Ndio tumesha jibu. Huu jamaa amepata amekosa? Ok, kwa nini amekosa? Hakuna mji unaoitwa Zanzibar. Sawa, labda niwambie ile langu ya ngama, watu watatu wamekosa kwenye hii ngama. Mimi naona bora nimwachie na hapa, ndo tumemaliza kipindi chetu cha Soka bet namrudisha kwenu Esther awaelezee zaidi na zaidi, kwamba tunaenda wapi, tutakutana wapi, na tutarudi nini siku nyingine. Ubungo ulikuwa na wako, nambari tatu mgongoni, Esther Msofe, maeneo ya Ubungo bus terminal, ambapo tulikuwa tunaojiana na mashabiki wa Simba na Yanga, Sokabet wakituwezesha kufanya mambo hayo yote, nikiwa mimi na Amani Madebe na Big Director Sande Bushiri. Asante na kwaheri akutokea Tanzania, mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una MB unawaza kuongea. Kifurushi cha pindua pindua pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako, dakika na MB, ongea upendavyo, pindua utakavyo. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua pindua pindua. Vodacom, power to you Sibuka Loto, tumerudi tena, na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065, bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine. Kem, kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamalo wa mpesa kisha kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017 na, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka loto selema kwa elfu ili usipite na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch.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 Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu, ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers, ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.